DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wale wote utakaowasikia mimi ni tatu Karema. DW habari za ulimwengu na kusomea kwanza muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas atumia hotuba ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kulilaani kundi la Hamas, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atishia kuishambulia ikulu ya Kremlin, na rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy kukata rufaa dhidi ya kifungo cha miaka mitano gerezani. Habari kamili New York. Rais wa Palestina Mahmud Abbas amesema kundi la Hamas halitakuwa na nafasi katika uongozi wa Palestina mara vita vitakapokoma kwenye ukanda wa Gaza, na litalazimika kukabidhi silaha zake kwa mamlaka ya Palestina. Akihutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa leo kwa njia ya video, Abbas amesema licha ya maafa makubwa kwa watu wa Gaza, shambulizi la Hamas la Oktoba saba dhidi ya Israel halikuwa na uhalali na halikuwawakilisha wananchi wa Palestina. Israel... tunayakataa matendo ya Hamas ya Oktoba 7 yaliyowalenga raia wa Israel na kuwachukua mateka, kwa sababu matendo kama hayo hayawawakilishi watu wa Palestina wala mapambano yao ya haki kwa ajili ya uhuru na mamlaka yao. Abbas ambaye amelazimika kuhutubia kwa njia ya video kwa kuwa Marekani ilimkatalia viza ya kuingia nchini humo amesema wakazi wa Gaza wanakabiliwa na vita vya mauaji ya kimbari, uharibifu, njaa na uhamishaji vinavyosababishwa na Israel. Aidha amesema yuko tayari kushirikiana na Marekani, Saudi Arabia, Ufaransa na Umoja wa Mataifa kutekeleza mpango wa amani wa Gaza uliopitishwa Septemba 22, akisema unaweza kuleta amani ya, ya haki na ushirikiano mpana wa kikanda. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametishia kuishambulia ikulu ya Kremlin ikiwa Urusi itaendeleza vita dhidi ya taifa lake. Amesema hayo kwenye mahojiano na kipindi cha Axios mjini New York mapema leo na kuongeza kuwa anatumai kupokea makombora ya masafa marefu kutoka Marekani, ingawa hakuelezi zaidi. Hata hivyo, rais huyo wa Ukraine ameondoa uwezekano wa kushambulia maeneo ya raia, akisema wao si magaidi. Awali, naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitri Medvedev alimwonya vikali Zelenski kwa kauli yake ya kuishambulia Kremlin, na ametishia kuushambulia tena mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Paris rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amesema ataikatia rufaa hukumu ya kifungo cha miaka mitano jela aliopewa na mahakama ya jinai ya Paris kwa tuhuma za kupokea ufadhili kutoka Libya katika kampeni yake ya urais ya mwaka 2007. Sakozi mwenye umri wa miaka 70, ameitaja hukumu hiyo kama fedheha na dhulma na kusisitiza atahakikisha analisafisha jina lake hadi mwisho wa maisha yake. Mahakama ilimkuta na hatia ya kushirikiana na mtandao wa kihalifu na kutoa hati ya kumkamata ingawa haikutekelezwa mara moja. Kwa mujibu wa uamuzi huo Sakozi, atalazimika kuanza kutumikia kifungo hata kama atakata rufaa kisheria. Wafungwa wenye umri wa miaka sabini na kuendelea wanaweza kuomba kupunguziwa adhabu. Berlin, Kansela Friedrich Merz amesema Ujerumani iko hatarini kumpoteza Marekani kama mshirika wake mkubwa kabisa na wa kumtegemea Kansela Merz amesema hayo jana Jumatano alipokuwa il akihutubia muungano wa tasnia ya kemikali na dawa mjini Berlin. Amesema changamoto za mazingira ya sasa ya kimaeneo na kisiasa zinazoshuhudiwa zina hujitokeza kwa nadra sana, na kuongeza kuwa anafanya kila juhudi kurejesha uhusiano na Marekani hasa katika NATO na mahusiano ya kiuchumi. Rais Donald Trump wa Marekani kwenye hotuba yake kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne aliwaadhi haki washirika wake wa NATO kwa kushindwa kuacha kununua mafuta ya Urusi, akiahidi kuliwekea vikwazo vikali taifa hilo na hatimaye Dubai meli ya mizigo yenye bendera ya Tanzania imeripotiwa kuzama kwa sehemu kusini mwa kisiwa cha Kishi nchini Iran, kwa mujibu wa shirika la, ha la habari la Tasnim. Afisa mmoja wa serikali ya Iran amesema mabaharia tisa waliokuwa ndani ya tisa, chombo hicho wameokolewa salama. Meli hiyo iliokuwa imebeba tani 2500 za saruji nyeupe ilikuwa safarini kutoka Ras al Kaima, Umoja wa Falme za Kiarabu, kuelekea bandari ya Shuaiba nchini Kwe. Kabla ya kuanza kuingiza maji karibu maili mbili kutoka Kish mnamo majira ya saa saba na nusu za mchana, kwa eneo kwa saa za eneo hilo. Shirika la Tasnim limesema meli hiyo kwa sasa ipo katika hali ya kuzama nusu huku ikiwa imeegemea vibaya na uchunguzi kuhusu chanzo cha tukio hilo unaendelea. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, bon. DW Dunia Yetu leo jioni ni Liliana Mtono huyu aliyetusomea taarifa ya habari, shukran sana. Miongoni mwa yale tuliokuandalia jioni ya leo: rais wa Palestina Mahmud Abbas ahutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa njia ya video; watu 17 zaidi wauawa katika ukanda wa Gaza, huku viongozi wa ulimwengu wakiongeza shinikizo la kusitishwa kwa mapigano; na mahakama moja ya Paris yamhukumu rais wa zamani Ufaransa Nicolas Sarkozy kifungo cha miaka mitano jela. Kumbuka pia unaweza kufuatilia matangazo haya mbashara kupitia mitandao ya DW Kiswahili ya Facebook na YouTube, pamoja na redio shirika mbalimbali. Jioni hii uchambuzi wa ripoti zetu unaanzia huko Marekani, unakufanyika mkutano wa baraza kuu la umoja mataifa. Rais wa Palestina Mahmud Abbas amelihutubia baraza hilo kwa njia ya video na kuikosoa vikali Israel kwa vita vyake huko Gaza na kwa vitendo vyake katika eneo la ukingo wa magharibi, huku pia kitoa lawama kwa kundi la wanamgambo wa Hamas. Suleiman Mwiru na mengi zaidi anayoendelea katika mkutano huo. Kama ilivyotarajiwa, hotuba hiyo ya Abbas katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ilisubiriwa kwa hamu na wengi, miongoni mwa mataifa wanachama wa umoja huo, wengi wao ambao kwa sasa wameamua tayari kuitambua Palestina kama taifa huru. Katika hotuba hiyo aliyoitoa kwa njia ya video, kutokana na kunyimwa viza na Marekani ya kuingia nchini humo na kuhudhuria mkutano huo, Abbas amesema watu katika ukanda wa gaza wanakabiliwa na mauaji ya halaiki njaa na uharibifu mkubwa kiongozi huyo amesema vitendo vinavyofanywa na majeshi ya israel huko gaza ni moja ya matukio ya kutisha zaidi pengine kuliko matukio yote yaliyotokea katika karne ya ishirini na ishirini na moja Inachofanya Israel siyo tu uchokozi, bali ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Utakumbukwa na kufuatiliwa, itarekodiwa katika vitabu vya historia na dhamiri ya kimataifa kama mojawapo ya matukio ya kutisha zaidi ya maafa ya mwanadamu katika karne ya 20 na 21 kuhusu kundi la Hamas kiongozi huyo ametoa lawama za wazi wazi kwa kundi hilo na kusema kwamba hakutakuwa na nafasi yoyote kwa Hamas kuitawala Gaza tena baada ya vita. Mahmud Abbas ametoa wito pia kwa nchi zote wanachama wa umoja huo kuendelea kuitambua Palestina kama taifa huru huku akiuhakikishia ulimwengu kuwa yuko tayari kushirikiana na Marekani, Saudi Arabia na Umoja wa Mataifa katika kufanikisha mpango wa amani huko Mashariki ya Kati. Ikumbukwe kwamba hotuba hii inakuja siku tatu baada ya mataifa ya magharibi ya Ufaransa, Kanada na Uingereza kuchukua hatua ya kulitambua taifa la Wapalestina. Baada ya hotuba hiyo ya Abbas, kesho ni zamu ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutoa hotuba katika mkutano huo. Viongozi wengine wanaotoa hotuba zao jioni hii ni pamoja na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa na mawaziri wakuu wa mataifa ya Ubelgiji, Italia na Uholanzi. Mzozo wa mashariki ya kati pamoja na vita vya Urusi dhidi ya Ukraine ni miongoni mwa mada kuu katika mkutano huu unaoendelea hadi siku ya Jumatatu ya wiki ijayo. Asante sana Suleiman Mwiru kwa ripoti hiyo. Watu 17 zaidi wameuawa katika ukanda wa Gaza huku viongozi wa ulimwengu wakiongeza shinikizo la kusitishwa kwa mapigano. Kwengineko, wanaharakati walio kwenye msafara wa boti za misaada kwa ajili ya watu wa Gaza wamekataa pendekezo la serikali yao kwamba waiteremshe misaada hiyo katika kisiwa cha Cyprus. Zainab Aziz na taarifa kamili. Watu hao 17 wameuawa hii leo katika mashambulizi ya jeshi la Israel yanayoendelea katika ukanda wa Gaza. Watu 12 kati ya hao wameuawa kwenye mji wa kati wa Zawia wakati hema lao lilipolengwa kulingana na hospitali ya Al Aksa. Wakati huo huo, shirika la habari la Palestina WAFA limeripoti kwamba waombolezaji wamehudhuria mazishi ya watu kadhaa waliouawa katika shambulizi la Israel lililolenga eneo la makazi katika kambi ya Nuseirat iliyopo katikati mwa ukanda wa Gaza na katika ukingo wa Magharibi, jeshi la Israel limewaua Wapalestina wawili wakati wa operesheni ya jeshi hilo. Wizara ya afya ya Palestina huko Ramalla imethibitisha vifo vya vijana waliokuwa na umri wa miaka 20 na 29 huko Tamun, karibu na jiji la Tuba. Jeshi la Israel limesema polisi na vikosi vya ujasusi vilihusika katika operesheni hiyo inayolenga kuwatokomeza magaidi waliokuwa wanapanga kutekeleza mashambulio katika siku za hivi karibuni. Israel pia imetangaza kukifunga kwa muda usiojulikana kivuko pekee kinachowaunganisha zaidi ya wapalestina milioni tatu katika ukingo wa magharibi na ulimwengu wa nje. Hali hiyo imezua hofu ya kuwekwa vikwazo vipana zaidi vya usafirishaji wa watu, uagizaji na usafirishaji wa bidhaa. Dereva wa basi Nasr al Halis anaeleza kutoridhishwa kwake na hatua hiyo. Hili ni jambo zito sana ambalo linapaswa kuchochea hatua kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Tuna haki kama watu wengine wote duniani kuwa na njia ya kutuwezesha kuingia na kutoka. Hili ndilo daraja pekee kutokea Ukingo wa Magharibi linalotupeleka kwenye ulimwengu wa nje na sasa limefungwa kabisa li na ujumbe wa kimataifa wa wana wanaharakati wa taliano walio kwenye msafara wa boti za misaada kwa ajili ya watu wa Gaza wamelikataa pendekezo la serikali ya Italia linalotaka kuteremsha misaada huko Cyprus. Kwenye taarifa yake wanaharakati wa Italia kwenye msafara wa Global Sumud Flotilla wamesema dhamira yao inabaki pale pale, kwenye lengo lao la awali la kuuvunja mzingiro wa Israel wanataka kufanikisha kupeleka misaada ya kibinadamu kwa wakazi wa ukanda wa Gaza uliozingirwa. Ni ripoti yake Zainab Aziz, asante sana. Mahakama moja ya Paris leo imemhukumu rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy kifungu cha miaka mitano jela baada ya kumpata na hatia ya njama ya jinai katika mpango ambao unadaiwa kufadhili kampeni yake ya urais ya mwaka 2007 kwa fedha kutoka Libya. Uamuzi huo wa kihistoria unamfanya Sarkozy kwa rais wa kwanza wa Ufaransa kuhukumiwa kutumikia kifungo jela, lakini katika hatua ya mshangao mkubwa, mahakama hiyo imeamua kwamba Sarkozy mwenye umri wa miaka sabini atafungwa licha ya nia yake ya kukata rufaa. Kupata tathmini ya kina kuhusiana na matukio hayo nimezungumza na Muhamed Saleh, mchambuzi wa siasa za Ulaya aliyeko nchini Ufaransa, ambaye kwanza ameanza kwa kuzungumzia kauli ya Sarkozy kwamba hukumu hiyo imechochewa na chuki za kisiasa. Baada ya hukumu kutolewa ya yeye kupelekwa jela kwa kifungo cha miaka mitano, amesema kwamba haoni uh, kitu gani au kwa nini e, iwe hivyo, kwa sababu alikuwa ameshtakiwa mashtaka manne, alifunguliwa mashtaka manne. Katika hayo mashtaka manne, matatu yameonekana kwamba hana hatia, ametiwa hatiani kwenye kosa moja tu katika hayo mane, nalo ni kwa kuruhusu watu wake mm -hmm. kutumia njia au hila za kupata pesa kwa ajili ya kufanya kampeni yake ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba. Hii ni mara ya kwanza bwana Sale kwa rais wa zamani wa Ufaransa ama anayehudumu kuhukumiwa kutumikia kifungo jela. Ina maana gani kwa siasa na mfumo wa sheria wa Ufaransa? Ni kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Hata rais pia hayuko juu ya sheria, anaweza akahukumiwa kama mwananchi mwingine yoyote wa kawaida. Kwa hivyo ni suala zima la haki na kwamba haki iko kwa kila mtu, haihusi haihusiani kabisa na na mamlaka au uwezo au utajiri wa mtu. Na sasa ana ushawishi gani Sakozi? Uh, licha kwamba yeye ni kiongozi mkongwe, um, kwa sababu katika hii hukumu kuna mrengo wa kushoto ambao unasema amestahili, anapata haki yake, lakini wa kulia unamtetea ukisema kwamba haya ni maonevu tu. Kwa hivyo ushawishi wake hivi sasa Ufaransa uko Vipi? Na hukumu hii ina maana gani kwa umma wa Ufaransa? Kwa vyama vya mrengo wa kulia, bila shaka yoyote ni kiongozi ambaye bado anaheshimika, na hawa viongozi vijana wa vyama vya mrengo wa kulia bado wanamtumilia yeye kama mtu ambaye anaweza kuwapa maoni na kuwapa mwongozo. Kwa hivyo akiwa atapelekwa jela na ni jambo ambalo hawezi kuliepuka, atakwenda tu jela. mm -hmm. Hata kama akikata rufaa uh, itabidi asubiri jela, wakati anasubiri rufaa yake kusikilizwa. Lakini kwa watu wa mrengo wa kushoto, ambao wao wanaliangalia hili swala kwa misingi ya haki na pia Uh, wanapiga vita masuala ya ya rushwa uh, wanahisi kwamba uh, ni haki yake yeye kwenda kwenda jela, na zaidi pengine kama angelikuwa ametiwa hatiani kwenye makosa mengine yale, pia ingebidi atumikie uh, uh, uh, uh, kama vile mtu mwingine yoyote ambaye angeshtakiwa kwa makosa kama yale. Ni Muhamed Sali huyo mchambuzi wa siasa za Ulaya aliyeko nchini Ufaransa. DW, tunavuma kwa kishindo, halina mjadala, tunavuma kwa kishindo. Tume ya uchaguzi nchini Uganda imewateua wagombea wanane kuwania urais katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mapema mwaka ujao. Kwa mujibu wa tume hiyo, zaidi ya wagombea 20 walishindwa kutimiza masharti ya kugombea na kuachwa nje ya zoezi hilo lililofanyika kwa siku mbili. Kulingana na wadadisi wa maswala ya kisiasa, kwa mara nyingine, kinyang'anyiro kitakuwa kati ya Rais Yoweri Museveni wa chama tawala cha NRM na Robert Chagulanyi wa chama kikuu cha upinzani NUP. Mwandishi wetu Lubega Emanuel ametuandalia ripoti. People Power, our power, NUP. Huyo ni Robert Chagulanyi almaarufu Bobi Wine akiongoza katika mkutano wake wa kwanza wa kampeni mara tu baada ya kuteuliwa na tume ya uchaguzi Jumatano alasiri. Licha ya vizingiti kadhaa alivyodai kuwekewa na tume ya uchaguzi, hatimaye alifaulu kuteuliwa na yeye pamoja na wagombea wengine saba akiwemo Rais yoweri Museveni watawania urais. Katika hotuba yake kwa mamia ya wa wafuasi wake waliostahimili mvua, Bobi Wine ametaja uchaguzi ujao kuwa hatua muhimu katika kurejesha demokrasia na haki za binadamu nchini Uganda. Uchaguzi wa safari hii ni si uchaguzi wa kawaida, ndugu na dada zangu. Tumejitosa katika uchaguzi huu kama njia ya kupinga ukiukwaji haki dhidi yetu katika miaka arobaini. Hata mtu akikwambia nafasi yetu katika uchaguzi huu ni asilimia moja, tuitumie nafasi hiyo kupambana. Vyama nane ndivyo vilifanikiwa kuwezesha washika bendera wao kuteuliwa, lakini tofauti na chaguzi za awali vyama vikongwe vya upinzani DP na UPC havina mshika bendera kwa kiti cha urais. Hii ni baada ya kiongozi wa DP Norbert Mao ambaye pia ni waziri wa sheria na maswala ya kikatiba kutamka waziwazi awali kwamba yeye atamuunga mkono Rais Museveni, huku yule wa UPC Jimmy Akena, mwanaye Milton Obote aliyewahi kuwa rais wa Uganda taifa lilipopata uhuru wake, akishindwa kutimiza masharti ya tume ya uchaguzi. Jenerali Mugisha Muntu wa chama cha ANT na Nandala Mafabi wa chama cha FDC ndio wagombea wa wengine tajika katika kinyang'anyiro hicho. Lakini kulingana na wadadisi wa maswala ya kisiasa kinyanganyiro kwa kiti cha urais kitakuwa kati ya rais Museveni ambaye anagombea kwa mara ya saba na Bobi Wine ambaye alichukua nafasi ya pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na moja. Jenerali Mgisha Mtu amesema An extension of General Museveni and NRM. Mwendelezo wowote wa utawala wa jenerali Museveni na NRM, ikiwa wananchi wataamua kufanya hivyo mtajuta sana kama wananchi wanakubali walitekwa, basi wanaweza kuendelea na Mseveni na NRM. Huku viongozi mbalimbali mbali wakihimiza uchaguzi wa amani na uhuru kwa upinzani kuendesha kampeni zao kote nchini. Mashaka ya upinzani ni kwamba uhusika wa moja kwa moja wa vyombo vya dola ikiwemo jeshi katika uchaguzi ndicho kitakachosababisha ghasia katika uchaguzi. Manuel, DW, Kampala. Shukran sana Lubega Emanuel kwa ripoti hiyo. na mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira na upungufu wa sarafu za kigeni vimechochea hasira kubwa miongoni mwa Wamalawi na hatimaye kufanikisha kurejea kwa Peter Mutharika katika ulingo wa kisiasa. Lakini swali ni je, urais wake utaleta nafuu ya kiuchumi inayosubiriwa kwa hamu na wananchi? Uchambuzi wa mwandishi wa DW Miriam Kaliza unasomwa studioni na Saumu Mwasimba. Peter Mutharika amerejea madarakani baada ya kumbwaga rais aliyoko sasa madarakani Lazarus Chakwera katika ushindi wa wazi wa uchaguzi nchini Malawi tofauti na Chakwera aliyekuwa na mikutano mikubwa ya kampeni, mikutano ya Mutharika ilikuwa midogo, lakini ikamletea ushindi mnono, jambo lililoakisi hasira ya wananchi waliokumbwa na matatizo ya kiuchumi kwa miaka mitano. Mutharika alizaliwa tarehe 18 Julai mwaka 1940 katika wilaya ya Tiolo, kusini mwa Malawi. Ni msomi mashuhuri wa sheria za uchumi wa kimataifa, sheria za kimataifa na katiba, na amefundisha katika vyuo vikuu barani Afrika, Ulaya na Marekani. Pia alimshauri kaka yake Rais Bingu wa Mutharika kuhusu sera za ndani na za nje hadi alipofariki mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Baada ya hapo alishika nafasi kadhaa serikalini kabla ya kuchaguliwa kwa rais wa tano wa Malawi mwezi Mei mwaka elfu mbili na kumi na nne akitawala hadi Juni mwaka elfu mbili na ishirini. Katika uchaguzi wa mwaka huu, kampeni ya Mutharika ilijikita katika ahadi za kurekebisha uchumi kwa kuimarisha taasisi, kudhibiti fedha za taifa na kuimarisha mfumo wa ugatuzi kupitia marekebisho ya kisheria. Ahadi hizi zilipokelewa kwa matumaini makubwa na wananchi waliokata tamaa na utawala wa Chakwera. Kwa mujibu wa Kingsley Jasi, mwandishi wa habari za biashara wa The Times Group, serikali ya Chakwera ilishindwa kudhibiti uchumi kutokana na misukosuko ya ndani na nje, hali iliyosababisha mfumko mkubwa wa bei. Umasikini ulipanda kutoka asilimia 50.7 hadi kufikia karibu asilimia 77 ndani ya miaka mitano, huku mfumko wa bei ukipanda kutoka asilimia 9.9 hadi zaidi ya asilimia 30 kwa mwaka. Matumizi makubwa ya serikali na sera dhaifu za kilimo vilisababisha upungufu wa chakula, kuporomoka kwa thamani ya kwacha na kuongezeka kwa gharama za uagizaji bidhaa. Mavuto Bamusi kutoka chama cha sayansi ya siasa anasema ufisadi na ubadhirifu hususan katika ununuzi wa dawa na miradi ya ujenzi ulidhoofisha zaidi uongozi wa Chakwera, akisisitiza kuwa Mutharika anapaswa kurejesha nidhamu ya kifedha, kupunguza matumizi yasiyo lazima na kuchukua hatua za kubana matumizi. Wachambuzi wanasema changamoto zitabaki hata baada ya mabadiliko ya uongozi. Dokta Chimwewe titi kutoka chuo kikuu cha biashara na sayansi ya matumizi cha Malawi, MUBAS, ameonya kuwa tatizo la uhaba mafuta fedha za kigeni na mfumko wa bei halitotoweka mara moja. Anasema mabadiliko ya uongozi yanaweza kuboresha taswira ya umma, lakini suluhu za kivitendo ndizo wananchi wanazozihitaji. Kwa wengi uchaguzi huu ulikuwa kura ya maoni kuhusu usimamizi wa uchumi. Wafanya biashara wadogo wa mipakani walikumbuka urahisi wa kufanya biashara wakati wa utawala wa DPP wakisema walikuwa na uhakika wa fedha za kigeni na safari za biashara zilikuwa nyepesi. Hata hivyo, ushindi wa Mutharika sasa unamaanisha matarajio makubwa ya wananchi wa Malawi wanaohitaji ahadi zibadilishwe kuwa vitendo ili kurejesha matumaini na kuboresha maisha ya kila siku. Zikiwa zimekatika dakika 22 baada ya saa 11 hapo Ujerumani. Ni wakati naungana na Najat Omar, alikuwa katika pitapita pita za mtandaoni. Vipi Najat? Leo pita, pita za mtandaoni zitahamia zaidi nchini Tanzania. Zasemaje? Haya, huko nchini Tanzania kwenye mitandao ya kijamii kumezuka uh, majadiliano makubwa kutokana na kauli ya mgombea mwenza wa urais kupitia chama cha Mapinduzi, Dr. Emmanuel Nchimbi mm -hmm, kusema kwamba iwapo Watanzania watamchagua Rais Samia basi suala la kuzuiwa kwa mili ya marehemu aliyokufa katika hospitali litafutwa kabisa, maana suala hilo mm -hmm, ni linahusiana na deni la ndugu wa yule aliyefariki na, uh, na Daktari Nchimbe anasema huo sio binadamu wala si utu. Kwa hiyo wao watafuta iwapo Watanzania watu wapate na ridhaa. Mjelela umekuwa mkubwa sana tatu kutokana uh, kwa mfano just anasema uh, kitu cha miaka sitini na jumlisha maanake miaka sitini plus mnataka eh, kufuta kwa siku mia moja akili za mwenzako ongeza na zako Lamari Mchinike anasema subiri uchaguzi upite, alafu upate janga, uende hospitali uende na hii kauli kwenye karatasi, ndipo utajua kama ni kauli ya siasa ama kauli ya kiongozi ama kauli yako. mm -hmm. Nelson Kijeza anasema hizi si hoja. Hoja ni kukamilisha mchakato wa bima kwa raia wote, uwekwe kwenye mfumo wa kutekeleza hili. Bila ya bima ya afya hilo jambo haliwezi kutekelezeka mambo haya mengi mno. mm -hmm. Haya sasa, katika kurasa yetu ya Facebook, Instagram na Facebook tumeweka habari kuhusiana na mgombea urais kutoka chama cha ADC huko visiwani Zanzibar, mm -hmm. Hamad Rashid Muhamed ambaye ameahidi kupunguza gharama ya mchele wanaopenda sana Wazanzibari, unaitwa mapembe kutoka bei ya shilingi elfu tatu, mia tano hadi shilingi elfu moja mm -hmm. mia mbili mm -hmm. anasema hiyo ndio sadaka yake kubwa, inaitwa wali wa bure, yani wali uwe nafuu mimi ndo raahio mindo naependawal Frank Kaija anasema, ila mpaka uishe anasema. Uh, uchaguzi na kampeni mpaka uishe, tutashuhudia mambo mengi sana. Lame kijana anasema, wagombea wanatakiwa kuelewa kuwa wananchi wanahitaji sera nzuri kuliko hata hizi wanazozizungumzia. Wananchi tunahitaji maendeleo zaidi. Kuhusu bei ya mchele jamani, mbona tunazimudu? mm -hmm. Sababu tunakula. Happy Joseph jose kodwa Tanzania ni masikini mpaka awali ni jambo zito namna hii kujadiliwa kwenye viriri, wala sio elimu sio maji, sio umeme, sio kodi. Wali ndio tatizo, kwa sababu inaonekana ameangalia yeye, akaona kinachopendwa zaidi kule Zanzibari ni kitu gani. <laughs> hapo sasa aulidhiriva <laughs> <laughs> Ah, ah, anasema yani wagombea wa Zanzibar ni pasua kichwa kwelikweli. Mara unasikia bangi, mara kitanda cha futi tatu kwa nne, mara juisi ya mabungo na leo mchelo wa mapembe. Du wa Zanzibari, tutafika tukiwa tumechoka. Niishie hapo tatu, tusome ujumbe wa msikilizaji. Wasikilizaji wafuatiliaji wetu pia ametumia maoni yao mbalimbali, na katika ukurasa wetu YouTube, hapa namwona Isaya Sambo anasema kifungo kwa kiongozi huyo inatoa funzo kwa viongozi wengine kutawala na kuongoza watu kwa mujibu wa sheria na katiba za nchi zao. Anazungumzia kuhusu Sarkozy huyu. Nehemia Nzoisaba anasema, asante sana Kiswahili, nawapata vyema kwa utulivu mkubwa, jioni hii nikiwa Bujumbura Burundi, na hakika mnavuma kwa kishindo. Hongera sana shukran sana nzoi saba. Ukurasa wetu wa Facebook anaitwa dmala anasema, umoja wa Mataifa, hamuoni uharibifu unaoendelea huko Ukraini? hamuoni watu wanavyo ku, wanavyo, wanavyo ku wanavyokimbia makazi yao kwa sababu ya vita. Chukueni hatua ili mzozo huu umalizike. Luhana Nyumbu: kama Urusi itaendeleza kufanya mauaji basi Ukraine haitasita kuishambulia ikulu ya Kremlin. Tangu vita vizuke, Ukraine haijashambulia kwa makombora ya masafa marefu ikulu hiyo hadi sasa. Kayuni Rashid kutoka Dodoma anasema mahakama haijawahi kutenda haki kwa mtu mwenye kosa uh, mwenye makosa. Lazima mtu akibainika kuwa na makosa awajibishwe uh, kisheria. Mali akiwa Moshi anasema nawatakia mkutano mwema. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea huko New York Marekani, kuhusu teknolojia ya kilimnemba na mengineo uwe wa kuleta manufaa. Hamza Swedi anasema Zelensky anaweza kuzungumza kwa mzaha, lakini unafahamu na kuelewa vilivyo nini kitatokea kwa Moscow. Nadhani majibu utayapata antrofia. mm -hmm. Gerald anasema Rais Museveni achia vijana wenye nguvu na wenye maono waongoze. Jamani tu huchoki kukaa madarakani muda wote huu ila haridhiki tu, na aliambiwa Uganda bila yeye itayayuka, itapotea, au itaenda kusikujulikana. Wengine <laughs> uh, <njilo> wanasemaje a <laughs> uh, Santrani Kimaro anasema kwa nini huko Uganda hakuna mtu mwingine mwenye uwezo na akili za kuendeleza Uganda zaidi yake yeye, akimaanisha ya Rais Museveni. Mutegeki Eles anasema litakuwa jambo jema kama Kongo na Rwanda zitaheshimu mkataba wa amani. Jimmy James anasema hao ndio viongozi wa Afrika wanavyong'ang'ania madaraka hadi wafie madarakani. na Shaban Kuchanda anasema Afrika mashariki kidogo kwenye siasa wamekomaa. Hizi nchi nyingine ni sawa tu na Uganda nao, sioni ikiwa na tofauti. Nimalizie na ujumbe wake Jimmy James, anasema hao viongozi wa Afrika wanaangania madaraka hadi wafie madarakani. Maoni yako ni mengi, msikilizaji, lakini ni sehemu ya matangazo haya ya jioni. Tatu... Na, shukran za dhati kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya jioni kutoka kwangu Tatu Karema, mwenzangu upande wa pili wa studio Najat Omar, mwelekezi wa kipindi hiki Selina Mdemu, na anayefanya tuonekaneonekane kwenye mitandao hii John Juma, upande wa pili mwingine ule wa studio, tunasema shukran sana na asante kwako wewe kwa, kwa kutufuatilia, kutoka kwangu na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia, na mimi hapa kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako, ona tunapoteza muda mda bwana we oh, Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8 Eutelsat 8WB Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwaherini.